Kurugenzi wa idara ya afya, lishe ustawi wa jamii, ofisi ya Rais TAMISEMI Dr. Rashid Mfaume ameelekeza uongozi wa kituo cha afya cha Buguruni kudhibiti mianya ya upotevu wa fedha katika kituo hicho ili kuendelea kuboresha miundombinu ya kituo na kufanikisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Dr. Mfaume ametoa maelekezo hayo mara baada ya kutembelea na kukagua upatikanaji wa huduma ya afya, lishe na ustawi wa jamii katika kituo cha afya cha Mnazi Mmoja na kituo cha afya cha Buguruni. Hili kwenye eneo la cash management. Mlimsikia CPA wakati ana comment mradi moja. Wako very smart kwenye kufuatilia hata fedha cash. Simulimsikia? Si eh sisi wa atubaya, si hapo tunaeleza ukweli lakini hapa mbaya kuna fedha nyingi unawezekana na fedha nyingi sana zinapotea. Kwa kutotumia mfumo au kwa kisingizio kwa mfumo unasumbua lakini watu wanakusanya cash. Sasa, usipopata ushahidi wa kiasi cha kesh ambacho kimekusanywa kiasi cha keshi ambacho kimekuwa benki ni hakuna benki, hizo fedha zimeliwa. Hiyo ndio tafsiri yake, na unaposhindwa ku comply na mifumo hiyo ni hatari kweli. Sasa kwa mwasibu ambaye uko professional. Compliance ni eneo ya washimu, lakini kama somo soma laini a haya, tunajua umuhimu wa compliance kwenye uasibu na fedha. Sasa wana Buguruni wana, wana mnatupa mashaka kidogo Unawezekana fedha zetu zinaingia mfukoni mwa watu zinazokusanywa kwa njia nyingine pale ambapo mifumo inasumbua au hata kipindi ambacho mifumo isumbui fedha zinapotea Buguruni. Unaongea na mganga Fauzi hapa akasema kidogo amebanabana, lakini sasa mganga Fauzi hawezi kafanya hii kazi peke yake, lazima tushirikiane, wenzenu wa kazi mmoja, tunazungumzia bilioni mbili kwa mwaka

Raisi wetu unajua arari eh? kila siku anatafutia fedha, lakini tunapolenga kusustain kwa maana sustainability kwenye finance lazima tudhibiti mianya ya upotevu wa fedha. Mifumo iko kusaidia, lakini unaweza kuwa na mifumo lakini usipokuwa na ile ile ile ule moyo, nia kutoka mioyoni mwetu, bado tunaikwepa tu mifumo. Aidha, Dr Mfaume ametaka timu ya usimamizi wa huduma za afya CHMT katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuongeza ufanisi na usimamizi wa fedha kwenye vituo mbalimbali katika halmashauri hiyo. Pia Dkt. Mfaume ameelekeza timu ya usimamizi wa huduma za afya CHMT kushirikiana na viongozi wa serikali za mitaa ili kufanikisha utoaji wa huduma za chanjo kwa watoto katika halmashauri hiyo. Usisahau kusubscribe, endelea kutufuatilia kwa kushare ili wa kwanza kupata taarifa.